Naitwa Daudi Ezekiel Kingalata ni mkurugenzi wa chuo cha ufundi kinaitwa Turnbull Tech Training College aa. Katika chuo hicho pia tuna aa, sehemu ya uzalishaji wa masweta na siku hii ya leo nimeshiriki hapa kama sehemu ya wafanyabiashara ambao wanazalisha vitu mbalimbali mbali, ama wamefanya uwekezaji katika sehemu tofautitofauti tofauti. Kwangu mimi binafsi kama kijana, ningependa zaidi zaidi nizungumzie fursa hizi kwa upande wa vijana wenzangu, uh, wao wote ambao watakuwa wanatutazama ni kwamba, uh, semina hii siku hii ya leo imekuwa uh, na na sehemu kubwa sana ya kuweza kuhamasisha vijana wengi na hasa kama mimi, kwa sababu sikuwa nafahamu pia mambo mengi, lakini sehemu kubwa nimeshafahamu hasa hasa umuhimu pia wa Tanzania, uh, Tanzania Chamber of Commerce Uh, kwa sababu hawa ni watu ambao ni wadau wakubwa sana na ambao wanaweza kumsaidia vizuri zaidi mfanyabiashara, na hasa kwa wale ambao wanatafuta masoko na sehemu mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi, na wamejaribu pia kujimwambafai kwa namna ya upana wake kwamba si, hawako tu Tanzania, lakini wako pia uh, Afrika kiujumla, bara la Asia, Amerika na Ulaya pia sehemu mbalimbali duniani wapo. Kwa hiyo kama wewe mfanyabiashara unapata changamoto ya masoko ni kwamba hii Tanzania Chamber of Commerce itakusaidia vizuri zaidi kuweza kupata masoko huko nje ya nchi kama unahitaji kutoka zaidi na kuweza kujitanua kwa ukubwa wake. Kwa hiyo lakini pia mbali na hapo, kama vijana na washauri pia semina kama hizi zinavyokuja muwe na uh, mzichangamkie kwa sababu kama mimi nimenufaika pia upande wa TIB kwa maana hii benki ya maendeleo, kwa sababu sikuwa nafahamu kwamba kuna fursa za namna hii. Ni benki ambayo inaweza ikakusaidia, inaanza na wewe kuanzia sehemu fulani mpaka unafikia hatua fulani ya kuwa mwekezaji mkubwa. Kwa kwa wale ambao wanawaza kuwa wawekezaji wakubwa, basi nafikiri hebu tujaribu kutumia hii fursa ya ku ya kuwa karibu pia na hizi benki zetu na hasa hii benki ya maendeleo TIB. Sehemu kubwa ya changamoto tunazokabiliana nazo ni kwamba aa, kwanza ni swala la biashara, mzunguko wa biashara unakuwa kama hafifu sa, so unapokuwa hafifu kwenye hizi taasisi za kifedha inakuwa changamoto kidogo kuaminiwa na kuweza kukopesheka kile kiwango unachokihitaji. Lakini pili ni kwamba aa, katika hizi taasisi ni kitu gani sasa kama dhamana uh, ili uweze upate ile hela au kiwango cha fedha unachokihitaji, kwamba unaweka kitu gani, kuna dhamana gani zaidi. Sasa kwa upande wa vijana kumekuwa na changamoto kubwa sana. Wengi wetu tunafanya biashara kubwa vizuri na zina flow nzuri, lakini sasa wakati mwingine tunashindwa kwenye upande wa dhamana. Lakini kwenye TIB benki nimeona kama kidogo kuna unafua masharti una, kwa sababu wao wanaangalia sehemu kubwa sana wanaangalia sehemu ya ule uwekezaji wako ndani ya biashara yako. Kwa hilo mimi kwangu kwa kweli kama kijana limenifurahisha na napenda pia kwa, kwa kuwashirikisha vijana wenzangu wote kwamba jamani, msiogope kufanya biashara. Biashara ukiamua kufanya basi, unaweza kukutana na fursa kubwa zaidi, kwa sababu hayo ndio maisha ambayo utakuwa umechagua.